Mbunge wa jimbo la Bukoba mjini kupitia CHADEMA Wilfrid Lwakatare pamoja na mbunge wa viti maalum kupitia KAF Saverina Mwijagi wameeleza kusikitishwa na kitendo cha baadhi ya watendaji wa idara ya afya katika manispaa hiyo kukataa msaada wa vifaa tiba ambavyo walipanga kuvikabidhi katika vituo sita vya afya mjini humo. Hata hivyo watendaji hao wa idara ya afya katika vituo hivyo vya afya wamesema hawakuwa na taarifa yoyote rasmi kutoka kwa viongozi wao kuhusiana na misaada hiyo. Mwandishi wetu Mariam Emily kutoka mkoani Kagera ana taarifa zaidi. Vifaa mbalimbali ambavyo vilipangwa kukabidhiwa katika vituo sita vya afya katika manispaa ya Bukoba na mbunge wa jimbo hilo Wilfred Lwakatare pamoja na mbunge wa viti maalum kupitia kafu Bi Severina Mwijage. Mpango wa wabunge hao ulianza kugonga mwamba katika kituo cha afya cha Zamzam, ambapo kaimu mganga mfawidhi wa kituo hicho Samueli Chaba anasema hakupata maelekezo kutoka kwa viongozi wake kuhusiana na ujio wa wabunge hao na shughuli walioiandaa ya kugawa misaada. Natakiwa nipatiwe na ni, ni taarifa kwamba kutakuwa na vitu hivi na hivi na hivi. Ndio ninakuwa na waraka ule ndio utakao niruhusu kwamba ni kwamba nipokee kwamba nipokee. simu Halo? Yeah. Hey, nimeshaongea nao na sasa hivi ndo niko kwenye mchakato huo. Naomba nizungumze na hao ni, ni wameshafika hapa naomba nizungumze nao wameshafika hapa, nitakupa feedback. Mganga huyo mfawidhi aliweka ngumu kupokea misaada hiyo ambayo ni pamoja na beseni, mipira ya kujifungulia, nyembe pamoja na dawa za kuongezea uchungu, kitendo kilichosababisha wabunge hao kuja juu Umesomeshwa na baba yako na mama yako ili upate elimu. Wewe daktari, nakuja kuende watu watumishi wa vyama, utakosa hata hata kukua na nani na, na unaweza mimi nikaukutana njia nikakugonga jiwe kwa sababu umezuia msaada. Mimi ni mbunge viti maalum Yetu. Baada ya kuona shughuli hiyo imekwama ndipo wabunge hao waliandamana na baadhi ya madiwani walipoamua kuvitelekeza vifaa hivyo na kutokomea. Mbunge wa Jimbo la Bukoba Mjini, Wilfred Lwakatare, anasema amesikitishwa na kitendo hicho na kuwataka watendaji serikalini kubadilika. Ukiwa na watu ambao wanajifanya wako kwenye kazi kama hawa, lakini hawajabadilika kifikira kwamba wanafika mahala kwamba mbunge analeta msaada kwa wananchi wake wa jimbo lake waliomchagua eti wanasema wamepewa maelekezo ya kutovipokea vifaa hivi. Hata hivyo, misaada hiyo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni tatu iliweza kupokelewa na waganga wa vituo vya Kashai na Rwamishenyi ambao walishukuru jitihada za wabunge hao na kuwataka waendelee kuangalia kero za afya katika manispaa ya Bukoba. Mariam Emery, Star TV, Bukoba.